Huu ni mto Turkwel ulioko katika kaunti ya Turkana ukiwa umefurika wakati mvua za El Nino zilipokuwa zikinyesha miezi michache iliyopita, lakini sasa hivi hali ni tofauti kabisa. Maji yamekwisha na sasa ni tope na vumbi vilivyopo kwa wingi, hali inayoshangaza hata wenyeji, ambaye ni, ni, ni river sio siono na ni mshangao mkubwa zaidi kwa watu wakaazi wa Turkana kwamba maji imepotea sasa kwa siku sita, na wengine wakielezea mahangaiko na masaibu yao. Tangu hapa hii mto, tangu nizaliwe, nikisikia hata tukisoma, hakuna siku hii maji inakosa, lakini ni mshangao kubwa sana sisi. Tumepata tumep... kuanzia hii maji ianze kupotea ni siku sita. Sasa hivyo imetupia sisi shida ya maji. Mfereji yenye maji ilikuwa inakuwa kila siku, sasa saa hizi hata maji kukuja ni shida. Sasa imekuwa mpaka sisi tutembee na machupa mali tu, popote mali unapata maji unaweka maji kwa chupa ili upelekea watoto wakuu. Mto Turkwel unategemewa na familia zaidi ya laki mbili zinazoishi katika maeneo ya Lodwar mjini na viunga vyake. Nasio, na sio wakazi wa Lodwar mjini pekee wanaoutegemea, bali pia wakulima zaidi ya elfu thelathini wanaoishi karibu na mto Loima wanakabiliwa na tishio la njaa, kwani maji wanayoyategemea kwa ajili ya kunyunyuzia mashamba yao kupitia mto Loima hutokea mto Takwel. Hadi kufikia sasa, miradi yote ya kunyunyuzia maji mashamba katika maeneo ya Turkana ya Kati inakabiliwa na tishio la kuharibika na hata kukwama kwa kukosa maji. Aidha, kukauka kwa mto huu kunatishia miradi mingine muhimu katika eneo hili, kuu zaidi kikiwa kituo cha kuzalisha kawi cha Turkwel Gorge. Aidha, ipo hofu kwamba huenda shule nyingi zikatatizika kutokana na ukosefu wa maji. Shadrak Mite, QTV.